Kwa majina na itwa Emily Elasto Kajerero, ndiye mwenyekiti wa umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi wa kata ya Buhembe. Leo hii tarehe 6 mwezi wa 5 2025, tumefanya ziara ya kamati ya utekelezaji, lengo kubwa likiwa ni kukabidhi kitendea kazi kimojawapo ambacho tumekiwasilisha hapa shuleni ambacho kimepatikana kwa kushirikiana na Wanabuhembe grupu la grupu la Buhembe Mpya ambao walifanikisha kifaa hiki, na mimi kama kiongozi wa grupu lile, tumefika hapa kwa ajili ya kuwakabidhi walimu. Lengo moja kubwa la kuwakabidhi kifaa hiki ni kwamba kiwasaidie katika kuhakikisha wanafanya kazi kwa, kazi kwa umakini mkubwa, lakini kazi wakiwa na moyo wa utulivu, wakiwa na vitendea kazi. Lakini baada ya pale, tumekabidhi mpira, tunajua elimu kazi yoyote inahitaji kulirefresh mind. Tunatamani vijana wetu wanapokuwa wanamaliza kusoma wapate kucheza mpira wafanye mazoezi ya viungo na wa, wa, wa, waifurahishe akili, lakini tumepanda miti ikiwa ni sehemu ya kuunga kampeni ya Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wa chama chetu cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye anatusisitiza sana katika kuweka mazingira vizuri na tunajua tunaambiwa kwamba warau kwa kila siku iendayo kwa Mungu tupande hata mti mmoja kwa ajili ya kulinda mazingira yetu. Kwa hiyo kwa hili ni washukuru sana viongozi wa shule kwa mapokezi yenu, na tunaomba wakati mwingine tukipanga kuja hapa mtupokee kwa mikono miwili. Baada ya kusema hayo, mimi ninawashukuru sana, nawashukuru sana wajumbe wa, wa kamati ya utekelezaji tuliyoambatana nao. Nawaomba kwa wakati mwingine tuweze kufanya, tufanye makubwa zaidi haya. Baada ya kusema hayo, asanteni kwa kunisikiliza. Aniaba ya jumuiya nzima ya shule ya sekondari Buhembe napenda nitumie fursa hii washukuru nyie mliofika mkiongozwa na mwenyekiti wa jumuiya ya vijana kata ya Buhembe CCM kwa kazi kubwa ambazo mmekuwa mmefanya katika shule hii kuhakikisha kwamba tunaboresha taaluma. Leo tunawashukuru, mmetuletea kompyuta ambacho ni kifaa mojawapo utakachokitumia kuhakikisha kwamba tunazalisha nyaraka zote za kitaaluma ili kuwezesha wanafunzi wetu kuweza kuzitumia na kufikia malengo yao sasa ya kuwa na ufaulu mzuri lakini tunashukuru sana jumuiya ya Buhembe, lile kundi letu Buhembe mpya kwa jitihada zote ambazo wamekuwa wanafanya katika kuchangia kuhakikisha kwamba kwa shule hii inakuwa kwenye mazingira bora. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kazi kubwa anayoifanya hasa hasa kwenye miundombinu ya shule, lakini hayo yote anayafanya kwa kushirikiana na ndugu Biabato, Mheshimiwa Biabato, pamoja na Mheshimiwa Diwani kata ya Buhembe na watendaji wote wati, wa Chama cha Mapinduzi ambacho ni chama chetu utawala, kwa kazi kubwa ambazo mnafanya, sisi binafsi kama shule mi kama kiongozi wa hapa tunawaahidi kwamba tutahakisha kwamba ndoto za wanafunzi wetu hawa ambazo ndo wanazo wakitoka hapa zinatimizwa kwa asilimia mia moja. Ndoto kubwa tulionao kwa wanafunzi hawa ni kuhakikisha kwamba wanakuwa na ufaulu mzuri wa daraja la kwanza, la pili na la tatu ni wahidi na nimeishaongea na walimu tuko tunapambana, na niwaambie kwamba mmeturahisishia kazi. Shukrani zetu kwa kuwa nyie mmefika, basi naomba mzifikishe kwa wale wote watajwa. Lakini tunasema tunazidi kuomba, pamoja na makubwa mnayotufanyia, bado tuna uhitaji wa kwenye vyo vyetu vya watumishi na vya wanafunzi. Basi mkijaliwa mnaweza na penyewe mkutasaidia, ili tuakishe kwamba hili gurudumu a shule hii tuliokabidhiwa na serikali na kuwa katika hali nzuri na kuhakikisha kwamba watoto wetu wanafikia malengo hayo. Asante sana.